Nikashangaa, mtu ametoka uchi, amenivuta ndani. Nimefika pale, ni siku ya Jumapili. Akaniambia naondoka, akaniambia, akamwambia mhudumu wake wa baa, akamwambia, mpe huyu jamaa bia moja. Nikapewa bia koli, nikanywa. Umeona, natoka, amenipata <coughs> nyumbani <coughs> akasingizia nimembaka, amekunjavunja vitu vya mamaangu ameharibu sana nyumbani. Umeona tumeendesha kesi karibia miezi minne. Baadaye anakuja eti anaachiliwa tu, baadaye anakuja anaachiliwa tu, eti mwanasheria mkuu amesema hivi. Na kweli sio uongo, na kweli. Chinani dada yetu, lakini anaharibu sana vijana, watu wa mtaa, familia yote, najua kiukweli mimi juzi, kuna mtoto wa miaka tisa anauza mpaka saa ngapi ngapi? Atakwenda shule yenyewe? Kitu nakuuma, sisi sisi ni wazazi. Kuna vitu ambavyo anatufanyia sio sawa, ikabidi mimi niondoke naye. Ilikuwa ni mchana, sio usiku ni usi, kwa hiyo sina hofu yoyote hiyo nikijua. Na mke usijali, hele kwangu wangu na watoto, nitakupatia pesa yako, tusifanye fujo, ili namka naye, tukafika hadi kwao Nilipofika e kwao, kulikuta mlango wazi. Mimi nilikuwa nimebeba simu kononi, akaingia ndani, nikasimama mlangoni. Nilikuwa nimevaa dera e niliposimama mlangoni, naongea na simu, nimegeuka mlango wao hivi, nimegeuzia mgongo ghafla, nikashangaa mtu ametoka uchi, amenivuta ndani. Aliponivuta ndani ilikuwa vi, ni na, na kabati ya viungo ambayo na kabati ya special hayajatengenezwa kwa fundi, ni mepesi. Nimeshikilia ile kabati, yanaendelea kunivuta akati anaendelea kunivuta, akanishika kwa mechana. Basi baada ya hapo, aliponivuta nilishika ile kabati, tukawa tunaendelea kuvutana lidondoka pale na vyombo vyake vyote. Ilivodondoka na vyombo vyake, alikuwa kwenye hali ya ulevi, nikipata takisu nikikubaka ukiwa maiti. Tunapambana, TV pale nao ilianguka, sijui kulianguka mechi ya Simba na Yanga, kwa hiyo <laughs> baada ya hapo nili, baba ake alitokea nyumba ilikuwa ina mtu, baba ake alipotokea pica, alipomwona baba yake Aliniachia saa hiyo, dera limeshachanika, chupi mimi, nikoondoka. Nilikuta kanga imeanikwa nje, sikujua ni ya nani, nilijistiri nikaondoka hivyo jistiri, nikaondoka. Alinikuta na dada moja ambayo yuko hapa, akaniambia kanga ni ya kwake, nikamwambia nitakuka, subiri kesi iishi. Akaanza kumchukana, kaambia hamna, kama unachukana sana, lakini ile kanga inashikiliwa kwa ushahidi, subiri kesi ishe. Kwa hiyo mi sio shahidi, mi ni mwenyekiti. Tukio likitendeka huwa naenda kuangalia, kwa hiyo mengine siyajui tukaendelea na kesi na upelelezi, mwisho wa siku hukumu ikatoka kwamba mimi Pita alikuwa kwamba mi naenda kudai hela yangu alafu ananiingiza ndani, alifanyie kitendo wakati mimi najiokoa, vitu vikavunjika. Kwa hiyo mimi sina hatia, kwa sababu mwenye hatia ni wewe. Mahakama ikasoma court, siku ya kwanza mimi na yeye tukasimama kama watumiwa, ikasema naesi nice, msheri, kuanzia leo mahakama hii imeonekana huna hatia, huko huru